Nam, bendera inaendelea kupeperushwa nusu mlingoti uh, na pia hapo jana iliendelea kupeperushwa nusu mlingoti kwenye sherehe za mashujaa katika kaunti mbalimbali, ambapo kauli mbiu ilikuwa kwa Wakenya kuiga aliyowacha marehemu waziri mkuu wa zamani Raila Odinga. Vile vile, magavana wa chama cha ODM walichukua fursa hiyo kutilia mkazo azma ya chama hicho kuunda serikali ijayo. Lorotieno anaarifu. Maadhimisho ya siku ya mashujaa hii leo yalisheheni sifa za aliyekuwa waziri mkuu hayati Raila Odinga huku bendera zikipepea nusu mlingoti kwa heshima yake magavana walioongoza sherehe hizo katika kaunti zao walimpongeza Odinga kwa jitihada zake za kuleta uwiano, ila siasa za mwaka elfu mbili ishirini na saba pia zilitajwa, huku naibu wa kinara wa chama cha ODM Simba Arati akimtaka rais William Ruto kubugia tunda la chungwa katika azma yake ya kupata muhula wa pili. Kifo cha Raila Molo Odinga kimeunganisha wakenya wote. Kifo cha Raila Molo Odinga kimetuonyesha kwamba ukiwa kiongozi wa kitaifa uwe kiongozi ambayo unapinga mambo ya ukabila. Hiko watu wametudharau inchi, wanajua sisi kwanza hatupigi kura, ya pili haturejesti. Na mimi najua hapa pahali tuko pahali unyalego, kwamba ametuacha, mimi najua tutakuwa na sauti kamili. Aidha, gavana wa Trans Nzoia ya George Natembea aliwasuta baadhi ya wanachama wa ODM akiwalaumu kwa kutia shubiri kwa juhudi za hayati Odinga kulainisha chama hicho mz asmda ko Garisa, kamishna wa kaunti hiyo Ramadhan Mwabudo alitahadharisha magenge ya wa wahalifu huku mwenzake wa Narok akitoa onyo dhidi ya utovu wa nidhamu katika mitihani ya kitaifa. Katika kaunti ya Machakos, viongozi walisusia sherehe hizo, huku naibu wa gavana wa kaunti ya Kiricho akimrushia vijembe gavana Eric Mutai kwa madai ya utepetevu. pesa yetu milioni kadhaa zimepotea. Awa mca waliuliza na wakati waliuliza hiyo pesa haijawai rudi, hatuwezi tukakubani Saizi wananchi wameuliza, wanataka hospitali, wanataka barabara, wanataka maji. Tukiwa na ufisadi, hiyo vitu mtatoa wapi? Na hiyo ni pesa ya kodi. Sherehe hizo pia ziliadhimishwa katika kaunti za Nyeri, Nyamira, Kisumu na Mombasa, ambapo Raila Odinga alitunukiwa heshima kubwa. Lara Otieno, runinga ya Citizen.